Mimi nipo hapa kwa ajili ya kukusaidia kupata haya majibu ambayo unayatafuta siku zote. Unajua, tunakutana na changamoto nyingi sana kwenye maisha, na wakati mwingine tunahitaji kumpata mtu mmoja ambaye anatupa hekima ya namna gani ya kukabiliana na hizo changamoto ambazo tunakutana nazo na changamoto mojawapo ambayo na tunakutana nayo kwenye maisha ni changamoto ya kukataliwa ama kuachwa. Tunaachwa ama kukataliwa katika muktadha mbalimbali, katika mazingira mbalimbali mbali, kwenye mahusiano ya kimapenzi, kwenye ndoa, wakati mwingine tunakataliwa sehemu za kazi, katika jamii. Uh, maeneo mbalimbali tunaweza tukakutana na hali ya kutokukubalika ama kukataliwa wakati mwingine. Nini unapaswa kufanya unapojikuta katika mazingira ya kukataliwa ama pengine umeachwa na mtu ambaye unampenda, na wakati mwingine pia si tu kuachwa, pengine umesalitiwa. Nini unatakiwa kukifanya katika mazingira kama hayo? Hapa ninazungumzia ile hali ambayo pale ambapo ulikuwa umepaekea matumaini na umepaamini na umeweka hisia zako za kutosha, umeziwekeza pale, pamekugeuka na kumbuka siku zote jambo la mwisho linakuwaga zuri sana kuliko la kwanza. Kwa hivyo kama umeanza kuwa pamoja na sisi hapa, basi baki pamoja na sisi ili tuweze kujifunza mambo haya. Unajua, wakati mwingine kwenye maisha, huwa tunakuwa na matumaini makubwa sana tunapowekeza hisia zetu na nguvu zetu na pesa zetu na muda wetu mahali fulani tumaini ni kwamba watu hawa wataendelea kuwa baki na sisi kwa muda mrefu. Matarajio ni kwamba watu hawa watathamini effort zetu, jitihada zetu, na mara nyingi tunakuwa na imani kubwa sana ya kwamba hapa ni mahali sahihi sana. Lakini kuna wakati mwingine, hata kama haujaingia kwenye hiyo commitment, wakati mwingine unapo approach mtu kwa ajili ya kuanzisha mahusiano fulani, kunakuwa na matumaini kwanza unajipatia ya kwamba nitakubaliwa. Unapotaka kuomba kazi unapotaka kuiendea fursa fulani, ni wazi kwamba wakati mwingine huwa tunajipa matumaini makubwa ya kwamba tutakubaliwa. Lakini vipi ikiwa utakataliwa? Vipi ikiwa yule mtu ambaye ulikuwa naye na ulimpenda na ulimthamini hakuhitaji tena, ama amefanya kitu ambacho ni kinyume kabisa na matarajio yenu, na amevunja kila sheria ambayo mliwekeana kwa ajili ya uhusiano nu mzuri yako mambo machache ambayo leo hii ninataka nikusaidie yabaki ya baki katika fikra zako mara zote, ya kwamba pindi unapokutana na hali ya kukataliwa, pindi unapokutana na hali ya kuachwa ama kusalitiwa, hakikisha mambo haya unayafuanya kiuaminifu. Jambo la kwanza kabisa, kubaliana na hali. Miongoni mwa kitu ambacho ni cha muhimu sana na cha msingi sana cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kukubali ya kwamba umekataliwa, ni kukubali ya kwamba umeachwa, ni kukubali kwamba umesalitiwa. Uh, maumivu ya kusalitiwa au kukataliwa msingi wake mkubwa ni mtu kupingana na uhalisia wa kile ambacho kimekwisha kutokea. Watu wengi wanateseka sana na wanateswa sana na hali za kuachwa au kukataliwa kwa sababu ni kama hawataki kukubaliana na kile kilichotokea, hataki kukubaliana na ukweli ya kwamba yule mtu ambaye yeye anampenda hampendi kama yeye anavyompenda, yule mtu ambaye alimwamini ameshindwa kuwa mwaminifu, na hataki kukubali ya kwamba pengine hapo walipofikia yamkini ndio mwisho wa safari iliyokuwa na matumaini makubwa sana. Hapa ndio mwisho wa kazi ambayo ndio ilikuwa inamtunza e. Hapa ndio mwisho wa mahusiano ambao ilikuwa inampa furaha. Hapa ndio mwisho wa urafiki ambao ulikuwa unampa matumaini makubwa sana pengine. Hapa ndio mwisho wa biashara ambayo ilikuwa inampa faida nyingi sana hapo ndio mwisho wa kile ambacho pengine wakati mwingine alikuwa anaamini kwamba kitaweza kumpatia kesho iliyo bora sana. Kubaliana na ukweli ya kwamba nimeachwa. Kwa lugha nyepesi, ukiachwa achika, ukikataliwa katalika, ukisalitiwa kubali ya kwamba hili jambo limetokea. Kuendelea kuishi kana kwamba uko ndotoni na kana kwamba kinachotokea sio halisi itakuweka katika maumivu kwa muda mrefu sana pasipo sababu ya msingi. Ijapokuwa wakati mwingine tunatamani kile ambacho kimetokea kisingetokea, na kwa hivyo akili yetu inagoma kuipokea ukweli, ukweli utabaki pale pale kwamba hilo ambalo unaliogopa sana na haulipendi sana na hautamani litokee limekwisha kutokea. Kwa hiyo cha kwanza ambacho ni cha muhimu sana, kubaliana na hali ya nini kilichotokea. Hiyo inaweza ikakupa hatua ya kwanza ya muhimu sana ya kuanza safari ya uponyaji. Bila kukubali hutapona, bila kukubali hutapona. As much as umeumia sana kwa kukataliwa au kuachwa au kusalitiwa, lakini kukubaliana na ukweli huo kunafungua mlango wa kwanza wa msingi wa kuanza safari ya kupona. Sisemi kwamba ukikubali utapona lakini, kukubali kuna kufungulia mlango wa msingi wa kuanza safari ya uponyaji, baada ya kuwa umelikubali hilo jambo. Jambo la pili ambalo ni la msingi sana, ambalo litakufungua kwenye kifungo hiki cha maumivu ya kukataliwa au kuachwa, ni kutokuchukulia mambo kibinafsi, do not personalize things. Usichukulie mambo kibinafsi. Hili ni jambo la msingi sana ambalo unapaswa kuliepuka sana. Mtu amekuacha wewe, unachukua kitendo cha kuachwa, unaanza kukiprojekti kwako kana kwamba huyu mtu amekufanyia kwa sababu ni wewe, au pengine ana jambo lake binafsi dhidi yako Unaanza kuona kana kwamba ali plani kukufanyia wewe kwa sababu fulani fulani zinazohusiana na wewe. Unashindwa kujua ya kwamba wakati mwingine mtu anaweza akakukataa kwa sababu ametumia vema uhuru wake wa kuto kukukubali. Narudia, mtu anaweza akakukataa kwa sababu ametumia vema uhuru wake wa kuto kukukubali. Mtu anaweza akakuacha kwa sababu ametumia vema uhuru wake wa kuachana na wewe mtu anaweza akakusaliti kwa sababu ametumia vema uhuru wake wa kuamua nani afanye naye nini. Unapoona kwamba umesalitiwa na ukaanza kujiona kwamba huyu mtu amenisaliti kwa sababu hii, kwa sababu mimi ni mbaya, kwa sababu sina shepu, kwa sababu rangi yangu iko hivi, kwa sababu umri wangu umeenda, kwa sababu labda ilikuwa hivi, kwa sababu mi nampenda sana, kwa sababu hanithamini, kwa sababu mimi sifai, kwa sababu ni nini, hivyo vitu vyote ni wewe unasema. Lakini muhimu kuelewa kwamba binadamu anayo uhuru wa kuishi maisha yake bila kuathiriwa na uwepo wako kwenye maisha yake. Kwa maana nyingine nyepesi, ni kwamba wewe kuwepo kwenye maisha ya mtu haimzuii mtu kuendelea kuishi maisha yake kwa namna anavyoona yafaa. Kwa hivyo, anapotumia uhuru wake na kufanya maamuzi yake ya kufanya alichokifanya kinyume na wewe, huna sababu ya msingi yoyote ya kuchukulia lile jambo amekufanyia kwa sababu ni wewe. Wako watu ambao kwa kutokujua anaweza akaashumu, huyu mtu amenifanyia hivi kwa sababu mimi ni maskini, huyu mtu amenifanyia hivi kwa sababu mimi labda sio mzuri, huyu mtu amenifanyia hivi kwa sababu labda mimi ni mlemavu, amenifanyia hivi kwa sababu mimi ni yatima, amenifanyia hivi kwa sababu hanithamini, amenifanyia hivi kwa sababu. Hayo unayojiambia hajakwambia. Muhimu kuelewa ya kwamba alichokifanya amekifanya kwa kutumia uhuru wake. Sasa, kuna mazingira ambayo mtu anaweza akakuambia kwa nini amefanya alichokifanya, na pengine alichokifanya kinawezekana kikawa kina uhusiano na wewe mwenyewe. Na ikiwa basi umepata hiyo fursa ya kujua ya kwamba alichokifanya kina uhusiano wa karibu na jinsi wewe ulivyo, basi hilo litakuwa ni jambo zuri sana, kwa sababu utakuwa umejua kwamba amefanya kwa sababu gani. Okay? Lakini ikiwa amefanya alichokifanya, amekukataa, amekuacha, uwafanyaje na hajakwambia kwa nini amefanya hivyo, please epuka kupersonalize vitu, epuka kuanza kuchukua mizigo ya maamuzi yaliyoyafanya mtu ukajibebesha wewe, kana kwamba wewe ndio una, una ulionewa wewe, ni victim, wewe ni mhanga wa maamuzi yaliyoyafanya binadamu. Ana uhuru wa kuishi maisha yake bila kusongwa na wewe, ikiwemo kukuacha, ikiwemo kukusaliti, ikiwemo kukukataa. Huo uhuru wanao, na wewe huna mamlaka ya kunzuia kufanya hivyo. Kwa hivyo, ni vizuri usichukulie mambo binafsi, kwa sababu kuchukulia mambo binafsi kunaweza kukaweka maumivu ambayo wakati mwingine yakakutesa pasipokuwa na sababu ya msingi. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana sana, japokuwa ni gumu sana lakini ni muhimu sana usihoji, kutaka kujua zaidi kwa kina sababu za ni kwa nini umefanywa kitendo hicho, usihoji. Na hili linajua, linawezekana likawa gumu sana, kwa sababu mara nyingi sana huwa tunatamani kuangalau kupata e, si tusemeje, labda ile validation, kujaribu kupata ufafanuzi wa kina. Pengine labda hiyo tunaifanya kwa sababu ya ile hali ya ya kutokukubaliana na wakati mwingine ile hali ya kutu, kuchukulia mambo kibinafsi. Huwa tunajikuta tunaanza kuwalazimisha watu ambao tayari wametukataa, tunawafukuzia waanze kujielezea kwa nini wametukataa huwa tunajikuta katika kifungo ambacho tunaanza kuwafukuzia watu waliotuacha watuambie kwa nini wametuacha au kwa nini wametusaliti. Huhitaji kujua zaidi ya hicho kilichotendeka. Huhitaji kujua, huhitaji kujua kwa nini amekuacha. Huhitaji kujua kwa nini amekusaliti, wala huhitaji kujua kwa nini ame, amekukataa. Ukweli ni kwamba hayo unayohitaji kuyajua yanawezekana yakakuumiza zaidi ya ulivyoumia mara nyingi sana nimeshakutana na watu wanasema mimi mtu akiniambia sababu ya kwa nini amefanya alichokifanya kwa kweli ataniweka huru it's not true it's not true ishu hapa ni kuachwa ishu hapa ni kukataliwa na kukuelezea kwa nini amekukataa haita kufanya ujisikie vizuri kama umeshindwa kulipokea na kama una mgogoro wa ndani kwa ndani kwa habari ya hilo jambo uwe na uhakika kutaka kuchimba taarifa zaidi haitakusaidia kwa hiyo taarifa ulizozipata kuhusu usaliti wa mtu zinatosha. Taarifa alizokupatia kuhusu kukuacha zinatosha. Taarifa za alizokupatia kuhusu kukukataa, umekataliwa, hiyo inatosha kabisa kama uweze kufanya maamuzi. Kwa hiyo taarifa fupi ya yeye kuamua kukublock eh? kuamua hapokee simu zako eh? mwezi wa tatu wa nne hapigi ha, simu hatumi message eh? Yani hiyo inatosha kabisa, yaani huhitaji zaidi ya hiyo kwamba mimi namfuatilia huu ni mwezi wa tatu, angalau aniambie tu kwa nini hapokei simu zangu. Huhitaji kujua zaidi ya hilo. Pengine wakati mwingine watu wanawepa, wana kutupatia hizi taarifa zaidi kwa sababu wanajaribu kutulinda. Imagine unakuja kukutana na mtu ambaye alikukataa kwa sababu za kipuuzi kabisa yani, hana hata sababu za msingi yeye yani, yeye mwenyewe akijiangalia anajiona amepoteza mtu wa thamani sana ambaye ni wewe, amepoteza mtu wa thamani sana lakini hana namna ya kuelezea kwa nini amekuacha, hana namna ya kuelezea kwa nini amekukataa, wala hana namna ya kuelezea kwa nini amekusaliti. Hana hiyo namna, alafu wewe unamlazimisha akuelezee. Wakati mwingine tunalazimisha hawa watu ambao wanatumia vema uhuru wao kutut, kutengeneza mazingira ya kutudanganya kwamba, unamlazimisha mtu kuongea vitu ambavyo kiukweli hana maelezo yake hajui aanzie wapi, hana sababu ya msingi, alafu we unamshurutisha aendelee kukwambia. Utamfanya kudangani, utamfanya atunge uongo mbaya, utamfanya wakati mwingine aongee vitu ambavyo hakuwa tayari kuviongea, na wakati mwingine utampa wakati mgumu sana wa nini anakifanya. Alright, kwa muhimu ni kwamba kumbuka, taarifa ulizo nazo ulizopewa, ikiwa ni kazini, eh, ikiwa ni kwenye biashara, ikiwa ni rafiki, ikiwa ni mwenzi, ikiwa ni mpenzi, ikiwa ni mke, ikiwa ni nani amekukataa amekuacha, amekusaliti, please, taarifa ulizonazo zinatosha, kauli aliyokupatia inatosha, vitendo anavyokufanyia vimetosha. Huhitaji taarifa nyingine yoyote yoyote ili iweze kuvalidate uhalisia wa kile kinachotokea. Ikiwa ameamua yeye mwenyewe kukufuata na kukwambia au kukupatia taarifa zaidi za ni kwa nini amefanya alichokifanya, ikiwa yuko tayari kukwambia kwa nini amekuacha, kwa nini amekukataa, kwa nini amekusaliti, ikiwa yeye mwenyewe yuko tayari kufanya hivyo, basi unao uhuru wa kumpokea na kumsikiliza na ukapokea kile anachokwambia. La, yeye mwenyewe amekwambia kauli fupi, maneno machache, amefanya uamuzi wa kukaa kimya, please chukua taarifa hiyo, itumie hiyo hiyo kujitafuta, ujipate uendelee mbele. Kumbuka hautapata taarifa zitakazotosha ili wewe uweze kukubaliana na hilo jambo. Kama unaweza kukubaliana na hilo jambo unaweza kukubaliana na hilo jambo katika taarifa hizo hizo chache, lakini kuamini ya kwamba akikupa taarifa zaidi yakafafanua zaidi itakusaidia, that's a lie. Kwa hivyo wakati mwingine unaweza ukapoteza muda mwingi sana kumfukuzia mtu akupatie taarifa ambazo ukweli ni kwamba hazitakusaidia kwa namna yoyote ile kuweza kutoka hapo ulipo. Jambo la nne, mara nyingi sana tunapojikuta katika mazingira haya ya kusalitiwa, ya kukataliwa, eh, ya kuachwa, wakati mwingine wako baadhi ya watu ambao huwa wana wanajihukumu kwa maamuzi walioyafanya ya kuingia katika hayo mahusiano. Kwa hiyo jambo la nne hili ni la msingi sana, jisamehe. Jisamehe, wakati mwingine inawezekana kabisa ukawa unahisi kujuta kufanya maamuzi ya kuingia katika huo uhusiano, kujuta kufanya maamuzi ya kuwa na urafiki na mtu uliokuwa naye, kujuta kuingia katika ndoa ulioingia, au kujuta kufanya maamuzi uliyoyafanya, au kuingia kwenye biashara ulioingia, au kwenye kazi ulioingia, katika mazingira yoyote ile, kujiunga katika kikundi ulichojiunga, na baadaye yakatokea yaliyotokea. Ukweli ni kwamba kinachotuingizaga katika hayo mahusiano ni kuwaamini watu, na hakuna ubaya kuwaamini watu, na ni vizuri tukaendelea kuwaamini watu, kwa sababu watu waaminifu wapo wengi, na hata kama watu waaminifu hawapo wa, hakuna namna yoyote tunaweza tukajenga mahusiano katika msingi wa kutokuaminiana. Kwa hivyo, hakukuwa na ubaya wowote kumwamini mtu huyo, lakini kilichotokea kinadhihirisha ya kwamba watu ni binadamu na huwa wana uhuru wa kuamua tofauti na vile ambavyo sisi tuna matarajio. Kwa hivyo ni muhimu sana usije ukarudi nyuma ukajitesa na hatia za maamuzi uliyoyafanya ya kuingia kwenye mahusiano na mtu fulani, ya kumkubali mtu fulani, ya kumpokea na kuwekeza hisia zako na muda wako na pesa zako kwa huyo mtu. Ilikuwa ni fursa ya wewe kupenda na kupendwa, ilikuwa ni fursa ya kuamini na kuaminiwa, ilikuwa ni fursa ya kujifunza, ilikuwa ni fursa ya kuweza kuexplore, uh, kuweza kupata uh, exposure ya maisha, ilikuwa ni fursa ya kuweza kuwa na mtu mwingine ambaye anawezekana akakufundisha vitu fulani fulani. Hiyo fursa imefika mwisho, na tumia hiyo fursa kama sehemu ya kujifunza, ili pengine usirudie makosa ambayo uliyafanya. Ukweli ni kwamba kila wakati tunapokataliwa na kila wakati tunapojikuta katika mazingira ambayo, uh, tumevunjwa mioyo, tumeachwa, mara zote tunapojikuta katika mazingira ya kusalitiwa kama hayo, mazingira hayatotuharibu mioyo yetu, huwa yanatupa nafasi ya kujifunza kuwaelewa watu, kujua udhaifu wetu, kujua stamina yetu ni kubwa kiasi gani, kuelewa ni watu wa namna gani ambao tunaweza tukawafungulia milango katika maisha yetu. Kwa hivyo linaweza likawa ni somo zuri sana ambalo litakusaidia kukupatia hatua na umakini zaidi kwenye safari ya maisha. Na kwa hivyo kujisamehe kunawezekana kukawa ni mwanzo mzuri wa kufungua ukurasa wa kujifunza mambo mengi sana yenye tija na yenye msingi ya kuweza kukusaidia. Kwa hivyo inapotokea kwenye mazingira kama haya, chukulia tu kwamba huu ulikuwa ni wakati au fursa ya, ya kuweza mimi pia kujifunza na kuweza kuangalia uh, uh, upande wa pili wa maisha unafananaje. Muhimu kujua ni kwamba si kila mtu ambaye anakuacha au anakusaliti au anakuumiza ana ugomvi na wewe. Okay. Wengine hawana ugomvi na weni, ama wamefika wakati wamedhani kwamba wanahitaji kilicho bora zaidi, ama pengine wewe ni mtu bora sana, wamegundua ya kwamba pengine wewe ni bora sana na wawezi kukumaintain katika ubora wako, na kwa hivyo wanaamua kutoka kwenye maisha yako okay. Jambo la mwisho ambalo ni muhimu sana na linaweza likakusaidia, jipe nafasi nyingine, jipe nafasi nyingine miongoni mwa kitu kibaya unachoweza kujifanyia ni kuamua kukwamisha maisha yako katika kukataliwa na kuachwa na mtu mmoja. Unayakwamisha hapo maisha na unasema, mimi siwezi kupenda tena, mimi siwezi kupendwa tena, mimi sitaki mahusiano tena, mimi sitaki kazi nyingine tena, mimi sitaki biashara nyingine tena. Ya inawezekana ikaonekana kama ni busara, lakini kama maumivu ndiyo yanakusukuma E, kufanya hayo maamuzi unayoyafanya, kama maumivu kama ile chuki au hasira ndio inakufanya utangaze utangazi ya kwamba mimi sitaki tena haya mambo, sitaki tena mahusiano, sitaki tena urafiki, sitaki tena kujihusisha na watu, sitaki tena ku, kuingia kwenye ushirika na watu katika biashara, ikiwa ni maumivu yanaongea, basi hayo maumivu sio kitu cha kukiamini na kukipa nafasi, kwa sababu maumivu yanaweza kufanya ukafanya maamuzi ambayo wakati mwingine baada ya miaka mingi sana ukagundua kwamba ulifanya maamuzi mabaya sana. Jipe nafasi nyingine ya kupenda, jipe nafasi nyingine ya kukonekti na watu, jipe nafasi nyingine ya kujifunza kwa watu, jipe nafasi nyingine ya kufurahia maisha. At the end of the day, utaendelea kusalitiwa, utaendelea kukataliwa, utaendelea kuachwa mpaka pale utakapokutana na watu ambao watakuwa loyal kwenye maisha yako na watabaki na wewe. Katika haya mambo yote matano tuliyozungumza, ni muhimu kuelewa kuhusu jambo moja. Si kweli kwamba watu wanaotuacha wanatutakia mabaya, si kweli kwamba watu wanaotukataa ni watu ambao wanatuchukia, si kweli kwamba watu wanaotusaliti ni watu wabaya sana. Lakini mara zote ni vizuri kuelewa ya kwamba watu hawa yamkini ni watu wazuri, ni watu wema, lakini tu wameamua kutumia uhuru wao vema na kwa hivyo hutakiwi kujiruhusu kuteseka na kuumia kwa sababu ya watu kutumia vizuri uhuru wao. Unayo nafasi pia ya kutumia vyema uhuru wako wa kuachika ukiachwa, wa kukatalika ukikataliwa wa kukubali ya kwamba hapa si mahali salama kwangu, na pengine imenipasa kutoka hapa kwenda mahali bora. Lakini pia wakati mwingine inawezekana ikakupa ikakupa ku, kuona hali yako ulionayo ndani mwako, maumivu yako, wakati mwingine inaweza ikakufanya ukaelewa udhaifu wako wewe mwenyewe. Wakati mwingine pia haya matukio yanaweza kukufanya ukapata nafasi ya kujifunza kusamehe na kujifunza kuwa na moyo ambao ni imara sana, kwa sababu hii dunia bado itaendelea kuwa na watu wabaya na wakati mwingine watatuumiza na kutokwaza. Well, the chance is yours, kwamba uendelee kutokea hapo ulipo au ukwame. Ni kwa bahati mbaya, kadiri siku zinavyozidi kwenda mbele, wako watu wengi sana ambao wanachagua kukwama pindi haya mambo yanapowatokea, pindi wanaposalitiwa, pindi wanapoumizwa, pindi wanapokataliwa, pindi wanapoachwa. Wako watu wengi sana ambao wanachagua kutokuendelea, wanachagua kukwama utauni mwaka wa kumi na lakini bado una jerali ilitokea miaka kumi na iliyopita, bado una mtu ambaye una mlaumu na miaka mingi ilishapita, bado kuna watu ambao unatamani kwamba wasingefanya walioyafanya, maisha yako ingekuwa na amani na ya furaha sana. Ukweli ni kwamba furaha unayo wewe na amani ya maisha yako unayo wewe. Watu watakuja na watu wataondoka. Staili gani watakujia na staili gani wataondokea, hatuwezi kuwapangia zaidi sana, watakuja kwa staili yao na wataondoka kwa staili yao. Katika hao wengi wanaokuja kwenye maisha yako, wako wachache. Wataondoka vibaya, wataondoka watakuachia maumivu, wataondoka watakuachia a lot of disappointment, wataondoka watakuachia majeraha mbalimbali, wataondoka watakuachia hasara mbalimbali, wataondoka watakuachia uh, hali ambayo sio nzuri. Wewe unayo nafasi ya kuchagua ya kwamba je, ninabaki katika hichi walichoniachia kibaya E, uzoefu mbaya waliouacha au nauchukua huu uzoefu mbaya na najifunza mambo ya msingi. Mambo haya matano ya kusaidia sana kuweza kujitafuta upya na kuweza kurikava kutoka katika changamoto nyingi ambazo unapitia za kukataliwa, e, za kuachwa na mambo mengine kadha wa kadha. Cha kwanza nimesema ikubaliana na hali mapema iwezekanavyo. Pili, usichukulie mambo kibinafsi. Watu wana uhuru wa kufanya wanachokifanya. Na tatu, usitake kuhoji na kutaka kujua taarifa nyingi zaidi unazozijua hizo unazoulizwa unazo, nazo zinakutosha. Nne, jisamehe. Na tano, jipe nafasi nyingine kwa sababu maisha bado yanaendelea. Well, nikushukuru sana wewe ambaye umejiunga pamoja na mimi siku ya leo. Asante sana kwa wewe ambaye umekuwa mubashara na washukuru kwa wale ambao mmekuwa live wakati huu mkikoment na kuuliza maswali yenu. Asante sana uh, ndugu yangu Jokim anasema ngumu hiyo kukubali kuwa umeachwa lakini ndio inavyotakiwa. Yes, na kufuatilia vizuri kutoka Mbeya. Asante sana. Menta ni sahihi kuendelea kuwasiliana na mtu ambaye umemtongoza majibu yake akakukataa lakini anasema nataka tuendelee tu kuwa marafiki ila kuingia kwenye mahusiano hataki. Kama lengo lako ni mahusiano na yeye anataka mwe marafiki, uwe na uhakika mawasiliano yanayoendelea baina yetu mtaendelea kukwazana. Arudia. Kama lengo lako ni mahusiano na lengo lake ni urafiki, mawasiliano baina yenu yatafanya mkwazani. Pengine hamtakuwa maadui, lakini yatafanya mkwazani. Kumbuka, kibaya zaidi ni kwamba huyu mwenzako kwa yupo kwenye comfort zone, yupo katika urafiki ambao tayari anaona ni kitu kizuri. Wewe unataka mahusiano ambayo umezuiwa kwenda kwenye hiyo hatua ya pili. Kwa ukijaribu kuangalia pia, hapa jambo la pili ni kwamba wewe ambaye unataka mahusiano utaendelea kuteseka kwa sababu yeye alipo yuko comfortable, ila wewe hauko comfortable. Kwa hiyo mawasiliano haya yanaweza ikaendelea kuleta kusigana na kuvutana, kwa sababu mara nyingine unaweza kukuta namna mnavyowasiliana kama marafiki, basi inaweza ikakufanya ukahisi ya kwamba pengine anafungua mlango wa mahusiano na kila wakati unapomuengage ukatengeneza tatizo. Okay. Japokuwa wapo wengine ambao anaweza akasema kwamba mimi sitaki tuwe na mahusiano, tuendelee kuwa marafiki. Lengo ni kutaka kukuchunguza na kuona ikiwa anaweza aka advance kwenye e, mahusiano. Kwa hivyo kama unahisi kwamba una stamina ya kihisia ya kuweza kubaki naye kwenye friend zone, alright, na ukampa nafasi ya yeye kutafakari, basi unaweza ukafanya hivyo, lakini hatari ya hii ni kwamba upasu kutarajia ya kwamba ataenda kwenye mahusiano Unapaswa tu ukubali kwa mambo kwenye friend zone. Nadhani kama atakuwa tayari kuingia kwenye hatua nyingine, anaweza akupa green light. Kwa upima hayo mambo matatu, wewe mwenyewe ujaribu kuona kwamba, je, una uwezo kiasi gani wa ku keep hiyo balance? Kwa sababu mwenzako maisha yake yanaendelea, kwako pia atakuwa yanaendelea kwa ya namna gani? Ukiweza kuona kana kwamba eh, uko uko um, uh, vizuri na mnaweza mka maintain your friend zone, basi ni sawa. Otherwise, kama unaona kwamba una changamoto, ni vizuri ukarudi nyuma. Wakati mwingine kurudi nyuma kunaweza kukampatia uh, udharura wa kukubalia au akaelewa ya kwamba basi nimempoteza mtu huyu kwa sababu nimemkatalia. Kwa hivyo, wewe unaweza ukapima kuangalia ni njia gani inaweza ikafaa zaidi, lakini kumbuka, bado huyu mtu ametumia vizuri uhuru wake wa kusema kwamba anatamani muwe marafiki. Kwa hivyo, una haja ya kuwa na ugomvi naye kwa sababu hivyo ndivyo anaona yafaa zaidi, okay? Asante sana Rachel. Anasema um, inakuaje baada ya kuachana hao waliokuwa wanapendana huchukiana na hata kuuana na kufanyiana mabaya? Well, kinachotokea watu kuchukiana na kufanyiana mabaya ni kutokana na haya mambo matano niliyoyazungumza. Kushindwa kuya process haya mambo matano nimesema, na lengo la mada yetu leo ilikuwa ni kuepusha hichi ambacho sasa umekiuliza Recho, kwamba unaposhindwa kukubaliana na hali, unaposhindwa kuto kuyachukulia mambo kibinafsi, unapotamani kujua zaidi, unaposhindwa kujisamehe, unaposhindwa kumsamehe mtu, unaposhindwa kujipa nafasi nyingine, matokeo yake unaweza ukaingia katika mtego wa kujiumiza au kumuumiza mwingine. Unaweza ukaingia katika mtego wa kutengeneza chuki na uchungu dhidi ya mtu aliyekuacha. Kwa hivyo, haya mambo matano ikiwa mtu atafanikiwa kuyaishi, yanampa nafasi nzuri ya kuepuka kuchukiana kuepuka kufanyiana mambo mabaya, kwa sababu inamrudishia mtu tumaini la kwamba maisha yake yanaweza yakaendelea tena, pengine yanaweza kana yakawa ni bora zaidi pasipo huyo mtu aliyekuwa amemwacha na kumfanyia vitendo alivyomtania. Hayo tunayoyaona ambayo unayaelezea ni matokeo ya watu kushindwa kujikwamua, na hii ndiyo suluhisho ya kuweza kujikamua